Hata kama unapitia kwenye milima, kwa sababu Mungu anaweza kuishusha hiyo milima yote unayoipitia leo, na ndivyo anavyosema kwenye hiyo Luka ta tatu, tatu tano anasema kila milima ataishusha. Sikiliza nikwambie asubuhi leo, inawezekana unapita maisha yaliyopindapinda pinda, maisha yako yamepindapinda pinda. Anasema Bwana atanyoosha. inawezekana unapita kwenye maisha magumu, anasema Bwana atalainisha. Sikiliza, na wote wenye mwili anasema Bwana ataachilia wokovu. Wow. Na ndio sababu asubia leo nasema, endelea kusimama upande wa Mungu. Mungu atakutendea katika kila eneo ya mabonde unayoyapitia, mwana wa Mungu. Mungu atakusaidia katika kila maeneo ya milima unayoipitia mwana wa Mungu. Mungu atakusaidia katika kila eneo ya kona kona unazopitia mwana wa Mungu. Mungu atakusaidia katika kila eneo gumu unalopitia mwana wa Mungu. Mungu atarahisisha tafanya wepesi. Kwa hiyo usikate tamaa leo, simama upande Mungu. Mungu atatenda kwa jina la Yesu. Semamayani, wakati unaingia kazini, ni mwiko kumkatia tamaa Mungu kwa